Uhum. Uhum. Bali roho iliyopondeka huikausha nini? Moyo uliochangamka ni nini? Ni dawa nzuri, moyo uliochangamka. Moyo kishachangamka na huku nje kuna changamka. Mithali kumi na tano kumi na tatu anasemaje? kumi na tano kumi na tatu anasema hivi moyo wa furaha huchangamsha uso bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Huzuni ya moyo inafanya nini, eh? Moyo wa furaha unachangamsha nini? Uso. Mtu mwenye furaha ile furaha inaonekana hapa usoni. Jana niliwagusia tu kwamba mimi sipendi umaskini, maana unaonekana mpaka kwenye uso. Siutaki mimi. Yaani hata ukijifichaje, wenyewe unatoka tu unajionekana. Ukiwa na furaha pia inaonekana, uso wako unakunjuka. Na kadri unavyokaa unakunja uso ndivyo unavyozeeka haraka, sawa? Eh, jiepushe kabisa kuwa unanunanuna una, una, una. Inakuharibia. Hebu nione fungu jingine alafu tuende sasa kwenye somo, Mithali 15:15. Neno la Mungu linasema: Siku zote za mtu ateswae ni mbaya. Siku zote za mtu ateswae ni namna gani? Ni mbaya, bali ukunjufu wa moyo ni karamu ya daima. Ukunjufu wa moyo yani ni sherehe ya daima ya siku zote. Haijalishi unapitia nini, kama umepata ili tunda la Roho furaha, wewe utakuwa mwenye sherehe siku zote. Si unajua miongoni mwa tunda la Roho ilionao ni tunda eh? Furaha. Ukiwa na Roho Mtakatifu unakuwa na hii kitu. Sasa basi tuone sasa hizi homoni nne zinazoleta furaha ambazo mwanadamu anazihitaji na wengine wanazipata kwa njia isiyo stahili. Mimi ninakufundisha namna ya kupata kwa njia inayostahili. Tuna inayoitwa oxytocin, oxytocin kwa wale wanaoandika na wapenda andika, O X Y T O C I N, oxytocin hii kwa jina jingine inaitwa love homoni, ni homoni inayohusiana na upendo love homoni. Hii ni homoni muhimu sana ya upendo ambayo hutolewa mtu anapojisikia salama. Aha, unapojisikia uko salama, hapo ndipo hii homoni inatolewa.